Huduma za jamii iko ukurasa wa 17 wa kitabu cha hotuba ya rais. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais Samia alianza kuongoza taifa letu tarehe 19 mwezi wa tatu 2021, na alipoanza kuongoza taifa hili ndani ya jimbo ambalo mimi ni mwakilishi wa wananchi wale tulikuwa na kituo cha afya kimoja. Rais Samia kwa miaka yake minne aliweza kuongoza serikali ikatujengea vituo vya afya vinne: kituo cha afya cha Vunda, kituo cha afya cha Mtii, kituo cha afya cha Miamba na kituo cha afya cha Vuje. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati anaingia madarakani kulikuwa na kituo cha afya cha Ndungu, ndugu zangu, kilikuwa hakina hata mochwari bali baada amezi miwili ya miezi miwili alipoingia madarakani, waheshimiwa wabunge, kitu cha kwanza alinijengea mochwari ya kuweza kuchukua miili sita kwa wakati mmoja. Kitendo hiki Mheshimiwa Naibu Spika kiliwafurahisha sana wananchi wangu wa jimbo la Same Mashariki. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba niseme ukweli, kipindi chake cha kwanza kwangu mimi upande wa jamii ya afya, huduma ya afya ilikuwa ni nzuri sana, na namwomba sasa, tunavyokwenda kwa sababu anazungumza kwamba anakwenda kuendeleza sana huduma ya afya. Nakiri amemletea magari ya wagonjwa matatu, lakini naomba tafadhali aendelee kumjengea vituo vya afya, lakini wananchi wa jimbo la Same Mashariki, mheshimiwa naibu spika, wamempongeza sana kwa hiki kitendo cha kujenga vituo vya afya vinne wakati wa kipindi chake cha kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye sekta ya ujenzi. Ndugu zangu, kwanza kabla sijasema lolote, na naomba niseme ukweli Naibu Spika, Tanzania inajengwa, barabara zinajengwa mno. Mheshimiwa, tujaribu kusema ukweli. Unajua mheshimiwa naibu spika, watu wengine wanasema, kwa sababu hawajasafiri kwenda nchi zingine, mtu anasema hajaenda Kenya, mtu anasema hajaenda Uganda, mtu anasema hajafika Rwanda wala Burundi, analalamika oh, hatujengi. Hapana serikali, naomba niseme ukweli, Rais Samia anajenga sana nchi. Naomba nizungumze upande wa barabara. Barabara zinajengwa, watu mnao toka Dar es Salaam. Mimi ni mgeni Dar es Salaam pale, lakini mheshimiwa naibu spika, nimefika Dar es Salaam ikabidi dereva wangu ashindwe kuendesha gari langu, tukaomba dereva mzoefu Dar es Salaam. Dar es Salaam es Salaam imejengwa mno. Sasa nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, kitu ambacho sisi wabunge ambao tumetoka kwenye majimbo tuseme ukweli kwa nini Rais Samia Hassan amepewa kura zaidi ya 90% jimbo ni kwangu zaidi ya asilimia tisini na saba jimbo ni kwangu Mheshimiwa naibu spika jimbo langu linalima tangawizi takribani zaidi ya asilimia sabini na mbili lakini jimbo lilikuwa halina barabara ya lami Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani ni rais wa kwanza nimeanza kuzungumza hapa tangu mwaka elfu mbili kuomba barabara ya Mkomazi kisiwani same yeye alipoingia kipindi chake cha kwanza ndiye rais aliyenipa barabara ya lami ya Mkomazi kisiwani Same. Akawafurahisha wananchi sana, akawachanganya wananchi mno siku ya kupiga kura. Mheshimiwa naibu spika, tangu saa kumi na moja walikwenda kwenye vituo kwa sababu ya kufurahia barabara ya lami aliyoijenga. Tuseme ukweli, Rais Samia Suluhu Hasani, mimi kama mbunge wa Same Mashariki, alistahili kura asilimia mia moja zote. Barabara ya Mkomazi Kisiwani Same inaanzia hapa Mkomazi ambako ni Korogwe Vijijini, inakuja Bendera, inakwenda Kihurio, inagusa Kalemawe, inagusa Ndungu mpaka Kisiwani Same ni barabara kubwa ambayo inakwenda kuboresha uchumi wa wananchi wangu. Kweli utasema wananchi waache kumpa kura asilimia mia moja? Haiwezekani. Wananchi wamefurahia sana miradi ya maendeleo na jinsi alivyowajali kwa barabara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, ninachomwomba Mheshimiwa Rais sasa, alipokuja kuwaomba wananchi kura, alifurahi sana, na alisema kwamba yule mkandarasi anayejenga sasa ni lot one ataahidi wananchi wa Same Mashariki kwamba atakapoingia madarakani mkandarasi wa Lochitu ataanza kazi. Namwomba mheshimiwa Rais mkandarasi wa Lochitu aanze kazi ya ujenzi wa barabara Lochitu. Mheshimiwa speaker, Tarura. Mheshimiwa naibu spika Tarura inatusaidia sana sisi wabunge haswa wa vijijini. Nasema kwa sababu mimi ni mbunge wa jimbo la vijijini. Mheshimiwa naibu spika, wananchi wangu tarafa mbili wanaishi milimani, muda umekwisha, wanaishi milimani, milimani tarafa mbili, lakini Mheshimiwa rais alipoingia madarakani alitoa pesa nyingi kwa Tarura, nikajengewa barabara saba mpya. Mheshimiwa naibu spika, nampongeza sana mheshimiwa rais na ninaomba kwa sababu sasa ameongeza ame pesa TARURA zile barabara saba ziendelee tena kujengwa ili magari yaweze kupita. Mheshimiwa naibu spika, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa rais kwa hotuba yake ambayo ni ya ukweli na wananchi wangu Same mashariki walipo wanajua haya aliyozungumza ni ya ukweli. Nisingeomba mtu ambaye sio wa Same mashariki aseme lolote. Asante sana sana, sana, mheshimiwa naibu spika. Asante sana mheshimiwa Anne Kilango Malecela. Mheshimiwa Injina Ezra John Chiwelesa atafuatana, mheshimiwa Esther Amos Bulaya, mheshimiwa Timotheo Paul Mzava ajiandae. Mheshimiwa naibu spika, na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi ya kutoa mchango wangu katika hotuba ya mheshimiwa rais aliyotoa tarehe kumi na nne mwezi wa 11 2025 1 o efub wakati anahutubia na kuzindua rasmi bunge hili la kumi na tatu. Lakini kipekee nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyenijalia afya njema na kunipa nafasi nyingine tena ya kurejea katika bunge hili kikiwa ni kipindi changu cha pili. Lakini washukuru wananchi wa Biharamuro kwa kuendelea kuweka imani yao kwangu na Chama cha Mapinduzi, halikadhalika kwa kunipa fursa katika michakato ya ndani na hatimaye nikafanikiwa kurudi hapa. Mheshimiwa naibu spika, niwapongeze pia wabunge wenzangu najua safari ilikuwa ndefu lakini Mungu katujalia tuko hapa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo ninaamini katika kukaa kwetu kwenye bunge hili la kumi na tatu tumebeba matarajio makubwa ya wananchi wa Tanzania, sawa na hotuba ya Mheshimiwa Rais ilivyosema, kwa naamini tutashirikiana vizuri na serikali kwenye kuyafanya haya maendeleo ambao wananchi wametuamini kwamba tunaenda kuyafanya. Lakini kipekee na mimi Niungane na wenzangu kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa na ushindi wa kihistoria aliyoupata. Maana Mheshimiwa naibu spika, sote ni mashahidi kwamba siasa ni mchezo wa hadharani, sio wa kujificha chumbani. Tuliona jinsi CCM tulivyokuwa tumejipanga kwa ajili ya uchaguzi huu tukitoa takwimu na mikutano inayojaa kila sehemu rais alipo kanyaga, na wagombea wengine. Kwa hiyo ushindi huu ni dhahiri, ni ushindi ulioandaliwa kisayansi na chama hiki. Kwa hiyo si ushindi ambao hata tunahitaji kwenda kujieleza sehemu, kwa sababu rekodi zilikuwa zinatolewa kila wakati. Tumeona kwenye TV kila alipo kanyaga, mvua inanyesha, jua linawaka, watu wamejaa, lakini yote hii ilikuwa ni Watanzania kulipa matumaini makubwa ambayo yalifanyika katika kipindi chake cha kwanza cha miaka minne na miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo ileta kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo lazima niliseme, tunampongeza sana sana sana, lakini pia tumpe pole kwa kadhia ambayo ilitokea baada ya tarehe 29. Nadhani wakati anahutubia Bunge hapa alisema yeye binafsi mambo haya yalimhuzunisha na akaahidi kuchukua hatua. Ninakuja kwenye kuchukua hatua tumeona Mheshimiwa Rais amefanya juhudi kubwa kulirudisha hili taifa likae pamoja tuweze kusonga mbele kama taifa.